Uh, oaoni shalom, shalom. Uh, nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Tupo live. Waambie marafiki zako share link kwa watu kadhaa, ili kusudi tuweze kunufaika wote na hii neema ambayo Mungu ameiachilia kwetu. So, popote pale ulipo you can join and connect with this broadcast live. Yako mambo mengi ambayo Mungu anataka kuyafanya kwenye maisha yako. Niko hapa kwa ajili ya kushia neno la Mungu pamoja na wewe. So kabla sijaanza, ninaenda kumshukuru Mungu, then tutaendelea na kujifunza neno la Mungu. Kuna jambo moja nataka na tukadiskas kidogo kwenye kitabu kile cha Warumi kumi na sita pili. Uh, so ajili ya neema na kibali hiki ulichotupa jioni ya leo, kuwepo katika live broadcast hii ili kusudi watoto wako waweze kukusikia wewe kupitia kinywa changu baba. Naomba kila atakayeenda kulisikia neno hili likawe mbegu ndani yake, kwa maana umesema neno lako ndio mbegu yenyewe, likaote ndani yake na likazae matunda sawa sawa na vile ulivyolituma, kwa kuwa unasema neno lako haliwezi kukurudia bure, ni lazima litimize kusudi. Baba, ninaomba neno hili likatimize kusudi kwenye maisha ya kila mmoja ambaye anakwenda kulisikia katika jina la Yesu aliye hai. Ninaomba Bwana utusaidie kuelewa neno lako, kwa maana hakuna namna tunaweza tukaelewa neno lako kwa akili zetu, bali kwa Roho wako Mtakatifu. Ninaomba Bwana, Roho wako Mtakatifu atusaidie kulielewa neno hili katika jina la Yesu Kristo, amen. so Kitabu cha Warumi sura ya kumi na mbili na mstari wa pili anaongea kitu kimoja. Paulo anasema wala msiifuatishe msi, msi namna ya dunia hii. Tafsiri yake ni kwamba kuna namna ya dunia ambayo hiyo namna siyo ya kwako. Tunapoongelea kwa habari ya namna, hili neno lina maana nyingi sana namna inaweza ikawa ni hali ya dunia hii, au vile ambavyo ulimwengu upo sasa. Anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Tunapoongea kwa bali ya namna, wakati tunaweza tukawa tuongea kwa bali ya maisha ya kidunia, ambayo hayo maisha au hiyo namna au hiyo hali siyo hali yako. Wote tunajua ya kwamba ulimwenguni kunazo shida, ulimwenguni kunayo mateso. Ndiyo maana siku moja Yesu akasema ya kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Tafsiri yake kwenye ulimwengu kuna hali mbalimbali mbali ambazo kwa mujibu wa andiko hili Paulo anasema wala msifuatishe usifu, namna ya dunia hii tafsiri yake Kumbe chochote kile ambacho kinampata mwanadamu duniani ni kwa sababu yeye amekifuatisha, yani, you copy it, unafuatisha. Kwa mfano, ulimwenguni kuna magonjwa, ulimwenguni kuna mabaya. Maana yake pale ambapo unakutana na chochote kile cha duniani ambacho kinayatesa maisha yako, tafsiri yake, kaa ukijua ya kwamba wewe mwenyewe ndio umefungua mlango kwa kukifuatisha kwa sababu you are not original of that. Wewe haujadisainiwa kuwa hivyo, isipokuwa kuna uwezo wa wewe kufuatisha. Sasa Paulo kwa neema ya Mungu anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Maana yake uko uwezekano, tafsiri yake in you, ndani yako kuna uwezo wa kufuatisha, yani there is the power kuna nguvu ya ambayo inakufanya uyafuatishe mambo ya dunia, lakini pia vile vile kuna nguvu ambayo inaweza kukufanya usifuatishe mambo ya dunia. Sasa wakati huu niko hapa kwa ajili ya kuiamsha hiyo nguvu ambayo inakuwezesha wewe kuto kukopi kuto kufuatisha namna za dunia hii. Wako watu wengi wanaendeshwa na vitu mbalimbali ambavyo viko duniani. Wako watu wanaendeshwa na fedha, wako watu wanaendeshwa na mazingira, wako watu wanaendeshwa na vitu mbalimbali, yaani wamewekwa chini ya vitu vya duniani. Kuna siku moja Paulo aliongea, alisema vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vitu vyote vifaavyo. Alafu akaongea kitu kimoja, akasema lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Maana yake namna ya dunia hii yenyewe inapenda kufuatishwa, imejiposition kwenye mazingira ya kufuatishwa. Ndio maana ni, ni rahisi sana mtu kupata vitu vibaya kuliko kupata vitu vizuri, ni kwa sababu vitu vyote vizuri origin yake sio ulimwenguni. Ndio maana anaongea kitu kimoja kwenye kitabu kile cha Petro nafikiri anasema, anasema anasema anasema ya kwamba uh, vitu anasema kwamba vitu, kwa, mba, vitu vilivyo kamili, vina, kwa ambaye yeye hakuna kwake hakuna kivuli cha kugeukageuka. Tafsiri yake mambo yote mazuri yanatoka kwa Mungu, lakini mambo yote mabaya yamepewa ya asili yake ulimwenguni. Magonjwa yamepewa asili yake ulimwenguni. Umaskini umepewa asili yake ulimwenguni laana zimepewa asili yake ulimwenguni, lakini baraka asili yake ni mbinguni, mafanikio asili yake ni mbinguni. Ndiyo maana Jesus Yesu alipokuja alisema kitu kimoja, alisema hivi, walipokuwa wanamwambia ya kwamba kwa nini usiuze hizi mali ukawagaia maskini, Yesu tunajua ya kwamba ametoka mbinguni, alisema maskini mko nao siku zote, lakini mimi hamko nami siku zote, ni kwa sababu yeye siyo orijini yake duniani, yeye alibeba utajiri. Utajiri orijini yake siyo duniani, lakini umaskini na magonjwa orijini yake ni duniani. Sasa Paulo anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Maana yake there is a power in you, iko nguvu ndani yako ya kuweza kukufanya kila namna za dunia zitakapojaribu kutengenezea mazingira ya wewe kuzikopi wewe usikopi, bali wewe ukaifuatisha namna ya mbinguni na sio namna ya duniani. Ndio maana tunajua kwamba wako watu wengi ambao wana ma role models, wako watu wengi ambao wanaishi kwa kuwafuatisha watu fulani. Ndio unakuta kuna mtu ambaye hana chochote, lakini anaamua kuiga maisha ya watu ambao wana fedha. Na wote tunajuaga ya kwamba kama kitu sio asili yako, unapokifuatisha mwisho wa siku lazima kitakuletea shida wewe mtu wa Mungu, asili yako sio ulimwenguni, asili yako wewe ni mbinguni. Asili yako wewe sio katika dunia, ijapokuwa unaishi katika dunia, wewe asili yako ni mbinguni. Tafsiri yake anaposema usifuatishe namna ya dunia hii, maana yake kuna, kunayo namna ambayo unapaswa kuifuatisha, kunayo maisha ambayo natakiwa kuyafuatisha kunazo hali ambazo natakiwa kuzifuatisha, but not of this world, sio vya hapa duniani, ni vya mbinguni. Ndiyo maana Yesu alipokuja, baada ya Yesu kuondoka, neno la Mungu katika maandiko mengi sana yanasema tumtazame yeye, tumwangalie yeye, tumwangalie yeye ambaye aliye kuhani wetu, uh, ambaye aliweza kustahimili mapingamizi makuu kwa sababu ya furaha iliyokuwa mbele yake akastahimili msalaba, sijui akaizalau akai, akai aibu. we have that capacity. Kukopi vitu ambavyo sio vya dunia we have that capacity, na niko hapa ninaiombea hiyo kapasiti leo iweze kuamka katika jina la Yesu. Hiyo kapasiti ikiamka ya kufuatisha vitu ambavyo sio vya dunia tafsiri yake chochote cha dunia hauwezi ukakifuatisha. Mungu amekuwekea hiyo nguvu, iko ndani yako. Anasema msiifuatishe namna ya dunia hii. Maana yake kumbe, lolote lile la dunia linalokuendesha, mwanangu, wewe ndio umeamua. Chochote cha dunia, iwe ni ugonjwa, iwe ni matatizo iwe ni laana na mikosi ka ukijua, hizo laana hizo mikosi hivyo vyenyewe havijakulazimisha bali, wewe ndio umeamua kukopi that life, umeamua kukopi hiyo hali ya kimaisha ya namna hiyo. Sasa kama neno la Mungu inasema tusiifuatishe, karabaseka paradia baata Unaweza ukawa unajiuliza nitafanya. Nimesema kunayo nguvu ndani yako, neno la Mungu haliwezi kuongelewa bure. can you imagine, huwezi kumwambia mtu kitu ambacho haujui kama anaweza kukifanya. Uwezi ukamwambia mtu nipe milioni moja, hali yakuwa unajua hana milioni moja. Uwezi ukamwambia mtu ya kwamba nipe chakula wakati unajua hana chakula. Sasa kama tu kibinadamu Tunao uwezo wa kudisain kutambua ya kwamba huyu mtu ana kitu, siwezi kumwomba kwenye kitu hiki. Vipi kuhusu neno la Mungu? Tafsiri yake inaposema msifuatishe namna ya dunia hii maana yake, you can do it. Unaweza kufanya hivyo, una uwezo wa kufanya hivyo. Sasa tumalizie hili andiko. Anasema, anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Aha. Anasema bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mm. neno bibilia ya Kiswahili imetumia neno nia. Bibilia ya Kiingereza inasema but be ye transformed by the renewing of your mind. Wote tunajua tunaposikia habari ya mind ni kwa habari ya akili, ufahamu. Anasema unapokuwa umegeuzwa ufahamu wako moja kwa moja unaacha kufuatisha namna ya dunia hii. I like it. Bibilia haijasema bali mupewe akili mpya. Bibilia haijasema bali mpewe ufahamu mpya. Bibilia inasema to renew. To renew your mind. Wote tunajua kwa habari ya zamani, tulikuwa tunasema, mtu anafika mahali anasema, naenda ku renew line yangu ya simu. Ni line ambayo ya alikuwa nayo, lakini kwa bahati mbaya, bahati mbaya, ame misplace au imeharibika, so anataka namba ile ile, lakini kwa kutumia kadi nyingine, anaitaka namba ile ile. Anachoamua kufanya ni kwenda ku renew. Kuna baadhi ya vitu atamiss kama contacts kama messages na vitu kadhalika kadhalika, mpaka watu watakapoanza kumtafuta tena. Kwa nini? Unapoenda kurenew, maana yake unatumia namba ile ile, lakini kuna vitu vinakuwa havipo, vinakuwa vimepotea kupitia namba ile ile. Watu wengine sasa, kwa mfano, kuna watu ambao ulikuwa unawasiliana nao sana, ulisave namba zao unapoenda kui maana yake ile lini itakuja ile ile, lakini zile namba za wale watu hazipo. Maana yake kama ukiwa unawahitaji sana, wewe kazi yako ni kwenda kuwatafuta sasa, kusubiri eidha wakupigie au kuangalia namna ya, ku, ya kuwatafuta. Lakini kama una mpango nao, huna haja ya kuwatafuta, na hata wakipiga namba zao kwako itakuja namba ngeni. Namba inapokuja ngeni, wewe ndio unaamua uisevu au usiisevu ndicho kitu ambacho Mungu huwa anakifanya kwetu. Paulo anasema mgeuzwe nia zenu, maana yake kurenew your mind, ile maindi ambayo ilikuwa imejazwa na matatizo, ile mind ya, ile ufahamu ambao ulikuwa umejazwa na laana, ule ufahamu ambao ulikuwa umejazwa na dhiki, ule ufahamu ambao ulikuwa umejazwa na magonjwa, unapogeuzwa huo ufahamu, tafsiri yake yale yote yanaondoka, inabaki the same SIM card the same namba, namba ni ile ile lakini kuna taarifa hazipo. Hiki ndicho kinachowatesa wa Kristo Karabbs, unapokuwa umemwamini Kristo umekuwa renewing your mind, mind yako imekuwa imegeuzwa ime, ime, ime, ime, ime we unaanza kutafuta namba za watu ambao zilipotea, unaanza kutafuta meseji za watu ambao zilipotea kwenye laini ambayo imekuwa renewed. Wakati lengo la kuwa renewed kwa neno la Mungu ni kwamba uanze na laini ile, ile ile, lakini uanze kutafuta mawasiliano mapya. Anasema mkigeuzwa nia zenu, hamuwezi kufuatisha namna ya dunia hii na ni jambo ambalo linawezekana kuto kufuatisha namna za dunia hii, na ni jambo ambalo ni rahisi sana kwa Mungu kuto kufuatisha namna ya dunia hii. Lakini ziko faida mbili baada ya kufanyika jambo hili. Niko ninaombea na mtu mmoja hapa, I see someone right now. Kuna mtu ninamwona hapa, ufahamu wake unageuzwa araas. Kuna mtu ninamuona hapa Shetani alikuwa amemweka kwenye posishen ya kumfanya afuatishe tu namna za dunia hii. Leo ninamwona mtu mmoja, Roho Mtakatifu anageuza ufahamu wake, anageuza nia yake, anageuza akili yake, anageuza mawazo yake, na kuanzia sasa, hautafuatisha namna ya dunia, bali utaanza kufuatisha namna ya mbinguni, bali utaanza kufuatisha namna ya ulimwengu na ufalme wa Mungu. Huko ndiko tunakotakiwa kufuatisha, that power. Shetani anakuwa na misuse kwa sababu wewe mwenye haujui. Ndio maana anaongea kitu, Daudi kwenye Zaburi anasema hawajui hawafahamu, hutembea gizani, misingi yote inatikisika. Shetani anatumia your weakness, anatumia udhaifu huu, anajua kwamba wewe hujui ya kwamba in you, there is a power to copy na hiyo power to copy sio tu kukopi magonjwa bali pia you can copy your health, you can copy your money, you can copy your prosperity, you can copy your anything you want from above, not from this world. Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe nia zenu once the holy spirit, pale ambapo Roho Mtakatifu anagusa anageuza ufahamu wako automatically. Ile nguvu uliokuwa unakopia una, una, una, una mambo ya dunia, hiyo nguvu unaanza kukopi spiritual things, unaanza kukopi mambo ya kiroho, mambo ya ufalme wa Mungu. Na baada ya hapo maisha yako yanakuwa marahisi sana, baada ya hapo maisha yako yanaanza kuwa ya furaha. Na kuna kitu anamalizia faida sasa za kuwa transformed your mind kuna kitu anamalizia, anasema hivi karaba si levelu bradia baanza anasema mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyomema karabaseta ya kumpendeza na ukamilifu. Tafsiri yake there is no way, hakuna namna unaweza ukayajua mapenzi ya Mungu kama hujawa transformed your mind, kama ujageuzwa nia, kama ujageuzwa ufahamu wako kama auja renew akili yako, hakuna namna unaweza ukayajua mapenzi ya Mungu. Anasema mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema da. Na watu wengi tunataka kuwa tunapenda kuyajua mapenzi ya Mungu, lakini you cannot know it, huwezi kujua, kama ufahamu wako, kama ile nguvu ya nda, iliyo ndani yako ya kufuatisha unaitumia kufuatisha mambo ya dunia you can know you cannot know the will of God. Anasema mpate kujua, manake pale ambapo unageuza ufahamu wako, pale ambapo unapata renewing, renewing of your mind, moja kwa moja unaanza ku see the will of God, unaanza kuyaona mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Wait a minute, anasema mpate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, it means there are, kuna mapenzi ya Mungu yaliyo mabaya. I don't know, but ila anasema mpate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, anasema ya kumpendeza maana yake ili mwanadamu pia aweze kumpendeza Mungu. That power iko humo humo ndani ya mwanadamu, lakini hiyo power haiwezi kumanifesti kwa sababu ya vile ambavyo ni unatumia laini ambayo ina dead, tunasema ina dead weight, ina vitu vingine ambavyo havina umuhimu sasa Mungu anapotaka kufanya mawasiliano na wewe, anaamua kutumia laini yako hiyo hiyo, kwa sababu alishaiweka, inayo nguvu. Yeye kazi yake ni kuirinu tu hiyo laini, kukurinu ufahamu wako, alafu baada ya hapo anaanza kupiga simu. Ya kumbuka, that contact Mungu anakuwa nayo, even the devil had it, anayo hiyo namba. Mungu anayo, na dunia pia hiyo namba inayo. So pale ambapo Mungu ana communicate na wewe, na kwa sababu wewe uko duniani na ulikuwa umeshazoea kuwasiliana na watu wa duniani na vitu vya duniani, ulikuwa umeshazoea kufuatisha namna za duniani, sasa pale ambapo Mungu amekufanyia ame msaada wa kurenew hiyo laini yako pale ambapo simu zinaanza kuita. Sijui kama naeleweka. Najaribu kupa mfano huu, takuwapa mfano huu ambao ni mrahisi, ili uweze kunielewa. Pale ambapo simu zinapigwa, sasa Mungu anakupigia simu na dunia inakupigia simu wewe, kwa sababu ulikuwa umekalili sauti za dunia, you know them. Hata kama namba zao zinakuja ngeni, wewe kwako ni rahisi, kwa sababu ulikuwa moja kwa moja ulishakuwa unawasiliana na nao kabla lakini Mungu anaamua kuriniu ili kusudi ifike mahali namba zinapokuja ngeni, aijalishi ulikuwa unawasiliana nazo zamani, ila wewe inatakiwa ukae kwenye mazingira ya kuuliza, samani mwenzangu, huayu idono you hii namba, we namba yangu samani, hii namba sina, hii namba yako tena kama sasa hivi kuna, kuna, kuna mazingira pia uli, utandawazi ulivyokuwa. Uh, kuna kitu, kuna WhatsApp unaweza ukatumia. Kuna kitu kinaitwa WhatsApp status. WhatsApp status maana yake unaweza ukaona za yule mtu ambaye wewe umesave namba yake na yeye ya amesave namba yako. Maana yake yeye ya akiwa amesave namba yako, namba yako halafu wewe ukiwa haujasave namba yake, hata kama ataweka status ya kukuumiza kukulumiza don't save numbers of ntaveof za vitu vilivyokutesa, msiifuatishe namna ya dunia hii. Mungu ame renew line ili kusudi awasiliane naweza, kwa sababu sababu umezoea sauti za magonjwa, unapokuja kuisikia sauti ya Mungu inayosema uzima bado sio rahisi ku-catch, ila unapoisikia sauti ya madeni, ila unapoisikia sauti ya laana inakuwa ni rahisi kufuatisha, kwa sababu ulishawahi kuwasiliana nazo kabla ulishawahi kuwa na ukaribu nazo, lakini Mungu anasema unapogeuzwa nia, tafuti yake na nguvu ya kukopi vitu vingine vya ulimwengu wa kimungu imeshaamka. Usiendelee kubaki kule kule, usiendelee kutafuta namba za uliokuwa unawasiliana nao kabla. Mungu anapogeuza anasema, unapogeuzwa nia, unapogeuzwa ufahamu wako, unaanza kuyaona yaliyo mapenzi ya Mungu Anasema una, anasema ili upate kuyajua yaliyo mapenzi ya Mungu ya kumpendeza na ukamilifu. Tunapoongelea habari ya ukamilifu, maana yake ni kutimia kwa vitu. Nia yako inapogeuzwa, unapoanza kukopi vitu katika ulimwengu wa Mungu, ulimwengu wa Roho, moja kwa moja ukamilifu, vitu vinaanza kutimia kwenye maisha yako. Kama ni baraka zinaanza kutimia kwenye maisha yako. Kama ni uponyaji unaanza kutimia kwenye maisha yako. Kama ni mafanikio yanaanza kutimia kwenye maisha yako. Amhia, ninakuombea katika jina la Yesu ufanywe upya nia zako, ugeuzwe nia, usifuatishe namna ya dunia hii, ufanywe upya, ili uanze kufuatisha namna ya mbingu, ili uanze kufuatisha namna ya mafanikio na uyajue mapenzi ya Mungu na uone utimilifu na ukamilifu wa kila kitu ambacho unakitaka kukipata kutoka kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Nadhani kwa hii umepokea, na tutakutana tena kesho wakati kama huu ili tuendelee kujifunza neno la Mungu na tuweze kutoka hatua moja kwenda